A, moja ya mambo ambayo huwa yanasababishwa na vidonda vya tumbo kwanza ni kuota ndoto mbaya usiku. Wengi wanaota ndoto za vurugu na inasababishwa na nini? Inasababishwa mfumo wa neva za tumbo na ubongo kuweza kuasirika na yale maumivu makali sana. Sasa kama wewe unaota ndoto mbaya usiku kwanza kama una vidonda vya tumbo hakikisha unafanya haya yafuatayo, ili uondokana na hiyo changamoto. Namba moja, hakikisha unakula mapema, kula kabla ya saa mbili na umalize masaa mawili kabla ya kwenda kulala. Kwa nini? Kwa sababu ukichochewa na asidi utapata ndoto mbaya usiku. Lakini kingine, usile vyakula vizito usiku. Ndio maana nikuambia kwamba mchana, hakikisha unakula vyakula vyepesi. Vyakula vyepesi ni rahisi sana na viruhusu asidi mwagike nyingi tumboni. Namba tatu, hakikisha uh, unalalia upande wako wa kushoto. Kwa nini? Upande wako wa kushoto, ili usizalishe asidi nyingi tumboni. Na namba nne, lalia mto. Lakini kama bado unasumbuka, hakikisha unatumia stomach acid kutoka kwa Dr. Jimmy.